hadi ya 42, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya sita aya ya sitini hadi ya sitini na tisa Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia maneno ya Yesu juu ya mkate wa uzima walisema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinungunikia neno hilo, akawaambia: Je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi muonapo mwana wa Adamu akipaa huko aliko kwako kwanza Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini wa kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini wa naye ni nani atakaye msaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, Je, nini nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, na waalika tutafakari kwa pamoja kuhusu ngamo la imani ya Petro kwa Yesu Bwana. Twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Katika jibu la Petro kunaonekana pia Petro anamuuliza Yesu swali, twende kwa nani? Hasemi tutaenda wapi, bali tutaenda kwa nani. Changamoto si kuondoka, bali ni kwa nani tunaweza kumtegemea. Kutokana na swali la Petro, tunagundua kwamba tunapaswa kuwa waaminifu kwa Mungu na kujitoa kwa Mungu. Ndiyo maana Kristo anatuambia roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Ndugu wapendwa, tufahamu kuwa kila kitu tulicho nacho duniani hakikidhi na kamwe hakiwezi kukidhi hamu yetu kubwa ya kiroho. Tunamhitaji Yesu, tunahitaji kuwa karibu naye hasa kupitia sakramenti zake na katika neno lake. Kumwamini Yesu ni kumweka yeye kuwa kitovu cha maisha yetu. Yeye ni mkate ulio hai, ni mkate wa uzima ambao ni chakula cha lazima kwa ajili ya roho zetu. Hivyo nawaalika tutafakari mambo yafuatayo: moja. Umuhimu wa uhusiano. Petro anapomuuliza Yesu, tutamwendea nani? Badala ya tutakwenda wapi. Hii inaonyesha kwamba maisha yetu hayapaswi kulenga tu malengo au mafanikio, bali yanapaswa kujikita katika uhusiano wetu sisi na Mungu pamoja na watu. Tusiwafanye wenzetu kama madaraja ya kufanikiwa kwetu, bali tuthamini utu wa kila mmoja wetu. Mbili, uaminifu na ushirikiano. Petro anaonyesha uaminifu kwa Yesu ijapokuwa wengine walimwacha Kristo. Hii inatufundisha umuhimu wa kuwa waminifu kwa wale walio katika mahitaji hasa wale wanaoteseka au kutengwa. Pia inatukumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine katika kutafuta suruhu kwa matatizo yanayotusibu. Tatu, kutafuta ukweli. Petro anatambua kuwa Yesu ndiye uzima wa milele. Hii inamaanisha kwamba tunapaswa kutafuta ukweli na maana ya kweli katika maisha yetu na kwamba ukweli huo mara nyingi hupatikana katika uhusiano wetu na Mungu na wengine. Hivyo basi, hii, hii inatuhimiza kutafuta haki, amani na uadilifu. Nne, Kujitoa kwa ajili ya wengine. Yesu alijitoa kwa ajili ya wengine. Na Petro alilitambua hilo na ndiyo maana alisema, twende kwa nani? Nasi tunapaswa kujitoa kwa ajili ya wengine katika jamii zetu, hasa kwa wale walio maskini, wenye njaa, wanaoteseka na kadhalika. Hii inaweza kujumuisha kujitolea wakati wetu talanta zetu na rasilimali zetu ili kuwasaidia mwingine tano kuwa na matumaini katika ulimwengu huu uliojaa changamoto na matatizo. Maneno ya Petro yanatupa tumaini. Anatukumbusha kwamba Yesu yupo nasi na kwamba ana maneno ya uzima wa milele na yeye ndiye chanzo halisi cha uzima wa milele. Hii inatutia moyo kuendelea kufanya kazi kwa ajili ya ulimwengu hata wakati tunapokabiliwa na mambo magumu. Mwisho, nawaalika sote tutafakari na kujiuliza kila mmoja juu ya maswali yafuatayo. Yesu ni nani kwako? Je, ni jina tu au ni mwenye maana ya kihistoria au kweli ni yeye ambaye anakupenda aliyejitoa kwa ajili yako na anayesafiri nawe kila siku? Yesu ni nani kwako? Kaa kimya, fikiri juu ya jambo hili. Je, nawe utamwacha